Hilo si tatizo. Jambo kubwa kuwa na umoja na mshikamano, kwa sababu tukiwa na umoja na mshikamano tutakuwa tuna amani. Tukiwa tunaambizana kwamba ah, huyu kundi lile na yule kundi lile, tayari mshaweka mpasuko huu. Kweli si kweli? Ndio sasa Nyie vijana wa hamasa, kazi yenu hiyo hiyo. Ukiweka mpasuko, sio rahisi tena kuuziba kuhu. Nyie kazi yenu iwe kuunganisha watu kabisa. Waliokuwa hawajaelewa falsafa yenu, sasa mnasubiri nini? Waelimisheni, ndio waelimisheni, waambieni kwa jamani hii safari tunakwenda yetu sote, na kila mmoja yumo humu, anayojihisi hayumo huyo, ana mashaka yake mwenyewe. Lakini vizuri vizuri, tukamtoa, tunamtoa nini? naita Swahili, tumtoe hofu. Hey, tumtoe hofu kwamba sote wamoja. Viongozi wetu sisi, waliotangulia walikuwa, kila siku wanatunambia kwamba sisi sote wamoja. Sieni hotuba za marehemu Karume. Sasa anayekwenda kinyume na hilo huyo, itabidi tumpige msasa kidogo, tumkumbusha na msasa wenye kukumbushana tu. E, tukumbushane. Najua nataka kufanya haraka ili mwingie uwanjani, lakini uwanja huu si ule wa buldoza huu kabuldoza Pabuldo ulikuwa hauna taa huu. Atakiza kikiingia, mtacheza football tena, mtacheza vizuri tu. Na ikitokezea bahati mbaya mtu kidogo kamkwa mwenziwe kaumia, kuna chumba cha kupumzikia mle kidogo, eh? Dokta Kirobo yupo atamsaidia na ikiwa mambo yamezidi, anahitaji shindano tisa, anahitaji X-ray, anahitaji MRI, anahitaji CT scan. Hapo si mbali, zipo hapo, vifaa vyote viko Mapinduzi, Mapinduzi. Sasa baada ya haya sasa, bora nifanye hiyo kazi niliyoitiwa hapa. Eh, ule mpira uko wapi? Ule semnanda se mpira ni hapa e, mpira e? Yeah. <laughs> Mpira ra yeah, hey, uleteni uonekani hapa mm, kwa sababu kama, kama ujaletwa nitashindwa mee kuuzindua uwanja basi wanachelewa kwa hivyo, napenda nitamke rasmi kwamba uwanja huu, alhamdulillah, leo Mwenyezi Mungu atujalia, tumeuzindua hivyo. Tena si mmoja, miwili, nimekuja hey. mipira bwana. kwa hivyo, tumeuzindua rasmi na sasa hivi nitapiga mpira, sijui utaelekea wapi. Asanteni sana.